Uh, kufanya biashara, kufanya kuwa na kampuni, kufanya kitu chako hakihusiani kabisa na wewe kuwa na degree, kuwa na diploma, kuwa na masters, kuwa PhD, kuwe na nani. Hapana, it take yani, it take you personal personal your your trait, your personal. Yani wewe well ulivyo, tukitaweza ku define ulivo, uh, biashara yako inakuwa successful kwa namna gani? Trust me. Do you know, ya shule imeanza kapitalizm tena, ikuanza kwenye kapitalizm mwanzoni, imeanza kwenye kapitalizm katikati. Huyu blaza anaweza akatusaidia hadi mwaka. Kapitalizm namaanisha mambo ya mapinduzi ya viwanda, alivyoanza kuwepo na maviwanda kuwepo na manini maubunifu, ndo mambo ya kapitalizm, kutoka sehemu nyingine kwenda kuuza sehemu nyingine. Real, yani realiti ya maisha yote ilivyoanza, ikaona kwamba tunakuwa tuna upungufu wa watu ambao tutaweza kuwatumia kufanya, kufanya kazi viwandani kufanya kazi kwenye vitu vyetu kwa kutrain watu ambao watawenda kuwa ana, wanafanya kazi huku. Kwa hiyo walivyokuwa na train watu ndo system ikawa adapted, uh, the whole world, dunia nzima, kwa sababu you know, watu waliotawala. So baada ya kuweza kufanya hivi vitu vyote ndo haya mambo yakaja hapo. Kwa iti means, hata mambo yali, maisha yalikuwepo watu walisurvive, mambo yalienda kabla ya kuwepo na hii hii kitu, naenda kusoma shuleni na kupoteza muda mwingi. So what I mean, kwanza kuweza kumiliki kampuni au biashara it doesn't concern wewe kuwa na elimu kiasi gani. Moja, pili. Kuwa na kampuni kuwa na, kuwa na biashara kuweza kufanya kitu kufata ndoto zako binafsi na kugundua wee ni nani, unaweza kufanya kitu gani akihusiani pia na kuwa na shule hiyo, pili. Tatu, kuweza kudominate industry kuweza kuanzisha vitu vyako. Havina kabisa konsani, na wewe ulisoma chuo kikuu industry ipi? Unaweza kwa umesoma banking, ukaja ukafanya maswala ya logistics vizuri, kwenye mapambo vizuri kabisa, kufanikiwa au kuweza kuown kampani, biashara laki moja kuingia. Kabisa. Maana kuna premium laki moja, VVIP hamsini. Wewe kwenye kutoa ile hela uliyotoa huku haina uhusiano wowote na wewe kuwa na degree. Mtu kuwa na hela mfukoni haina uhusiano na chochote, uhusiano na taaluma iliyo hapo. So kukusema hivi si discourage, uh, kusoma degree, kwenda shule kufanya nini ukiwa usipenda shule. Pia kuna kachangamoto, sisi walimu kuja kukuelekeza vizuri. Ukienda shule kuna mambo yanakuwa ya, ya, ya na namna gani ya kuelekezwa